Maonyesho kuhusu usafiri wa kutumia nguvu za umeme yameanza hapo jana hapa Nairobi, yameingia ya siku ya pili, huku zaidi ya watu elfu moja wakihudhuria. Aidha, hayo ni maonyesho yanayoongozwa na kampuni ya Kenya Power kwa ushirikiano na shirika la GIZ la EMAK linalonuia kuonyesha mpito wa magari au usafiri kwa kutumia mafuto hadi, mafuta hadi kwenye umeme. Emily Chebet anaungana nasi moja kwa moja kutuarifu kuhusiana na yaliyozungumzwa leo katika kongamano hilo la e Emily. Naam, asante sana studio, tuko hapa katika jumba la kimataifa ya KICC ambako kumekuwa na kongamano linaloandaliwa na kampuni ya KPLC, the e-mobility conference, e-mobility conference imekuwa ikileta washikadao pamoja hapa, wamekuwa na wale wametoka kwa serikali kibinafsi, na lengo moja tu ni kuonyesha magari ambayo yanatumia umeme na baadhi ya magari yale, pia ni kila mmoja amekuja na gari lake ili waweze kuonyesha, kwa sababu kumbuka Kenya iko katika mstari wa mbele katika kupigania ama kupambana na a, hali ya anga ile wanaita climate change. Na baadhi ya a, yale mambo ambayo yanaharibu ni kwamba magari ambayo yanatumia dizeli ama mafuta. Na hapa katika juma hili la KICC kuna tu baadhi ya washikadau ambao wamefika kuonyesha baadhi ya magari yao, na moja tuko hapa ili tuonyeshe na pia kuzungumza nao, watuambie ni yepi ama ni nini wanafanya hapa, na ukiangalia gari hili ni, ya umeme na gari hili pia kutoka Simba Corp kuna wanasema tu ni 100% electric, yani unatumia umeme na unaweza safiri. Na labda kidogo tu naweza zungumza waweze kutuelezea ni nini wanafanya hapa na gari hili linaenda kwa mda, kwa kasi ama inafanana na gari uh, ile nyingine. So so first of all thank you so much um, start with your name and tell us about this car that we've just seen here uh, good morning

Uh, thank you so much. Asante sana mume uh, tumeona gari hili na sio gari tu ambayo tumeweza kuona hapa uh, katika kongamano hili la KICC bali kuna mambo mengi tu yanafanyika. Hata unatazama kwamba jinsi gari hili linaweza kufanyiwa ile wanasema EV charging na utakuwa nafanya uh, kuonyesha na pia kufundisha wananchi. Na pia hapa tuko na washikadau we, wa, wa wengine ambao wanajihusisha na kazi ya wako na motorbikes, motorcycles na pia kusaidia wale uh, watu ambao wako na disability. Uh, labda nizungumze tu na wewe kwa kifupi. Kifaa hiki tutakiita vipi na inafanya kazi namna gani na inasaidia watu gani? Okay, this is an this is an electric wheelchair. Eh, inatumika na watu wako na disabilities. We connect it apart from kutumia the mechanical, we make it easier for them to ride around the country.

na labda ina tunataka tu kuangalia jinsi anashikanisha pamoja. Kama tulifika hapa, unaona kwamba uh, kichwa iko kando na pande pa kuketi iko kando. Inachukua muda gani kufanya ile wanaita assembling? Okay, some of these battery eh, eh, wheelchairs inasaidiwa na E, wengi wanatumiwa na caretakers but some of it, it's easier to use kama unaweza ona ana connect with less than 5 minutes. Asha connect na anawasha, anaweza na na kutembea nayo. Asanti sana. Na pia hapa tuko na uh, wengi ambao wako na uh, baadhi ya um, wanaonyesha tu mambo yao mengi na jinsi vile inaendeshwa you can see it's very simple. Na hapa tuko na magari tuko na baiskeli, kuna pia watu ambao wanajishughulisha na mambo ya e-cooking, ama ile kupika kutumia kawi safi. Na sasa hapa tutakuwa tunazungumza na kuangalia pia baadhi ya mambo ambayo KPLC, kumbuka ni kongamano ambayo limekuwa likiendelea kwa siku mbili sasa, na inaendelea kukamilika. Wananchi wamekuja, kila moja anafundishwa jinsi unaweza Uh, jipatia kama ni gari, na ile ambayo imetushika sana hapa mtazamaji ni gari ambalo, hii gari hili ni Mercedes, gari mzee lakini imekuwa ikitumia mafuta na kwa sasa imebadilishwa inaweza kufanya kazi uh, kielectric ama ile e, kutumia electricity ama umeme. Na tuko tu hapa, tuangalie, tumekuwa tukizungumza nao wanatuambia uh, jinsi gari hili linafanya kazi, na niko na mmoja ambaye anaweza kutuzungumzia jinsi gari hili liliweza kubadilishwa. Je, ina pesa nyingi, na baada ya hapo inafanya kazi namna gani? So, um, maybe kwa kifupi tu utaanza na majina yako alafu tuambie gari hili ama idea yenyewe ilitoka wapi ya kubadilisha gari mzee. Jina langu ni Joseph Wakuru. Uh, mimi uh, ni, ni kampuni yangu inaitwa Qtron Industries uh, uh, the whole idea came from, uh, I love cars, I love power so uh, I usually do commute Nairobi Thika all, uh, every day. I used to have a lot of money stuck in traffic. So I started off with an electric bike Before I was using, I had a road bike which was using 1,000 shillings per day. When uh, I love power, so I converted to an EV and I was using 200 shillings per day. Okay. na so, hapa tunaweza sema kuna mtu mtu anaweza save. Are you saving anything? uh, kubadilisha na pia safety yake. Hapa hii gari ikiwa kawaida, ilikuwa inatumia uh, 400 kilometers ikiwa na mafuta ikiwa imejaa, ilikuwa inatumia 8000 shillings. Kwa sahii nikiweka uh, nikicharge na stima ya token ya 2000 shillings na uh, inanipeleka 497 like a 497 kilometers. Yeah, so ina save running this vehicle is quarter the the the price as compared to the, to whatever whatever it was, whatever the manufacturer had it. Na labda pia tuzungumzie maintenance kwa sababu uh, awali uliniambia kwamba kuna baadhi ya viungo ambavyo havitumiki hapa. So uh, kwa sasa hakuna mambo kama fuel change, uh, fuel filter change, oil change, change, filter oil brake pad change. Hili gari linatumia mota na wakikuja ni mambo ya kubrake ukikuja ni kubreki, inatumia mota. Uh, very efficient na hakuna kitu kitu, yote inabadilishwa kama oil. Mm. Service inakuja after 50000 kilometers. 00 kiom Mm. Asante. Yeah. Ah, sana. So mtazamaji, tunaweza kwamba uh, gari hili na magari mengine. So ni kusema kwamba unaweza ukabadilisha gari lako lile linatumia mafuta na pia ukatumia uh, uh, stima ama umeme, na hapa tu tuna jinsi tulioambia, tuko na uh, wengi tu ambao wamefika, kila mtu ako na product yake ama kifaa ambacho wanaonyesha uh, ili kutumia stima, na hii ni katika lengo la kupambana na hali ya anga na uchafuzi wa mazingira wakati wa kutumia uh, zile maf diesel ama mafuta ya kawaida. Na pia hapa tuko na tu um, moja ambayo atatuzungumzia kwa kifupi kabisa e, ni au tumewaona kwa barabara kwa muda mrefu, au ni watu wa BasiGo ambao walikuwa katika market. Tunaweza sema kwamba ni wa kwanza wakwanza, kuna mabasi mengi. Labda tuambie tu kwa kifupi kabisa uh, leo wako hapa na maoni yao ama maono future. Um, uh, tuko katika hii conference e-mobility na kama basi go kazi yetu ni ya kuuza mabasi. Tunatengeneza mabasi hapa Kenya ya stima, lakini na katika immobility conference uh, jumbi tunakuja kusambaza ni eti uh, kwa muda mrefu immobility imekuwa Nairobi peke yake ama kwenye uh, miji mkubwa peke yake, lakini one of the ways ya kupeleka immobility outside Nairobi uh, into its environs, is changing the product. So zile product tuko nazo kama mm basi go round hii niweza kufanya immobility iende nje ya Nairobi na ndio tunaanza kufanya pilot very soon with sacos outside Nairobi for us to be able to uh, for us to to be able to, uh, speak about immobility outside Nairobi. Yes. Um, asanti sana tu, na hapa tutamalizia tu hapa lakini kuwaambia kwamba mengi yameelezewa e, hapa na kwamba hii uh, hi kongamano wamekubaliana kwamba serikali pamoja na washikadao watakuwa wanaweka uh, charging stations kwa mahali tofauti hapa nchini ili waweze ku, uh, ka, ku, kusaidia Wakenya wote na pia Kenya Power ama KPLC pia wako na mambo yao wanaonyesha kule na watakuwa wanaendelea tu hapa na wanawatakia uh, kila mmoja ambaye anaweza fika hapa katika jumba hili la KICC waweze kutazama na pia kama unaweza songesha ama kubadilisha gari lako. Kwako kwa studio. Naam, Emily Chebet akiripoti kutoka KICC. Tunakwenda tuna